Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano kwenye ikulu ya Marekani amekutana na waziri mkuu wa Ireland Michael Martin, wakati wakifanya mazungumzo mapana kuanzia tofauti za kibiashara hadi mzozo wa Gaza, ingawa wote waliahidi kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Kikao hicho ambacho hufanyika kila mwaka wakati unaokaribia sikukuu muhimu ya Ireland, ya St Patrick, kwa kawaida huzungumzia masuala ya moja kwa moja kati ya Marekani na Ireland. Trump wakati akiketi kando wa Martin kwenye ofisi yake ya Oval huko White House alisema kwamba kwa hakika tutajibu ushuru uliotangazwa na umoja wa Ulaya ambao Ireland ni mwanachama na kwamba Aprili mbili itakuwa mwanzo wa ushuru wa majibu kutoka Marekani. Alisema kwamba Ireland imechukua makampuni mengi ya kutengeneza dawa ya Marekani kwa ajili ya ushuru mdogo anahisi viongozi wa Marekani wangechukua hatua kuzuia makampuni ya Marekani kuhamia kwenye mataifa ya nje. Alisema kuwa anatazamia kufanya kazi na Ireland ingawa tofauti kubwa ya kibiashara iliyopo ni lazima ishughulikiwe. Martin alimpongeza Trump kwa kuwekeza kwenye uwanja wa golfu mjini Dodbedi Ireland, akisema kuwa ndiye rais pekee aliwahi kufanya hivyo. Martin pia alisema kwamba makampuni ya kutengeneza dawa kama vile kubwa ya Eli Lilly yenye operesheni nyingi ile Landi yanaheshimu wafanyakazi wenye ujuzi na uzalishaji wa juu chini chini mwake, lakini pia imetangaza mpango wa kuwekeza zaidi hapa Marekani. Kampuni hiyo yenye makao yake makuu Indianapolis, Marekani, imetangaza mpango wa kuwekeza kwenye viwanda vinne vipya hapa Marekani, ikiwa mara mbili ya uwekezaji uliotangazwa 2020 wa hadi dola bilioni 50. Mimi ni Fred Mangumare na hii ni Tigi TV.